Umesema kwamba yule mganga mkuu mlikuwa mna share ness, kwa hiyo akawa amekuchukia, lakini tuhuma alizokuandikia mbili za kukuhamisha, moja taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya uende huko zahanati, lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio ndio ndio ndio design yako, hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji. Kwa hili halikuanza leo, tangu 2018 Haya, nyinyi mlikuwa mnayajua, kila mtu alikuwa hajui, lakini mganga mganga mkuu yule aliona wewe ukasema mimi. Huyu mganga alisaini yeye mwenyewe mganga mkuu amemhamisha baada ya kuona huyu mtu ni tatizo. Moja ni eksera, kwamba hutakiwi kufanya well. Inawezekana makosa yalifanyika, lakini sio mbaya, kwa sababu viongozi wapo, wakaona wako roketi sehemu ambayo unafiti, lakini pili, una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji ukarob robo huko ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua ukarudi, umerudi, amekuja kujirudia baada ya miaka mitano sijui sita. Kwenye chumba cha upasuaji hicho hicho umefanya mapenzi na hiyo binti, maanake ni tabia yako mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia, alin, alin, alin kwaona hawa nao wamekuja wamekusingizia, wakusingizia kesi hiyo hiyo, huyo binti na mme wake walikuwa namjua mganga mkuu. Kwa bwana nani, mkurugenzi, umefanya kazi nzuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha moja mganga mkuu wa mkoa amesema kwanza, alichokuwa amekifanya haikuwa sahihi, lakini kuna mazingira ya rushwa yalikuwepo, alitoa hela yule baba. Si ndio wewe ulitoa hela? Kwa sababu huwezi kumpokea mgonjwa kana kwamba unampokea kama dili. Yaani hakuna hakuna alipokuwa registered, hakuna mnampeleka inawezekana hayo hiyo ultrasound mnaharibu mna tu ya kwetu hiyo mnawe mmeweka tu mtaani mwaka 2018. Ras haupo mkoa huu. Mimi sipo mheshimiwa mkuu wa wilaya. Haupo. Inawezekana na viongozi wote hamkuepo lakini nyaraka zinabaki, kama tabia unayo ipo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. La pili, mheshimiwa mkuu wa wilaya, bado pia anaendelea kukushukuru na mkurugenzi. Lilitokea pia tukio hapa kwenye hospitali hapa hapa ya wilaya, ilitokea mgonjwa mmoja anaitwa Jafari Hamisi Juma, mwezi wa kumi tu tarehe nane ya mwezi wa kumi, yule mgonjwa msikia akaja hapo hospitali saa kumi na moja alfajiri, alipofika alipofika huyu Juma Juma ni mzee, ana kijana wake anaitwa Jafari Juma. Huyo mzee alimleta mwanaye hapo hospitali, akafika akapokelewa weza ni, ni, ni, ni emergency. Lakini wa kumwaroketi kwenda wodini huko, muuguzi wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuwepo. Wakagonga sana. Kwa maelezo ya ile mzee, bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu, akagonga sana mlango ule. Baadaye ikaenda ikaonekana huyu mama hakuwepo. Akapigiwa simu huko alikokuwa akaja, akaja amekasirika kweli kweli. Alipokuja anasema, nyie washenzi, ndio mnayosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu nyie, na siwahudumii sasa, nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamwomba radhi kama wamekosea. Tunaomba utusamee, ni kuto kujua. Anasema lazima, nimewaambia nendeni popote sitawahudumia. Akakataa katakata, wakarudi kule, sijui nini kiliendelea, lakini akaweka msimamo na hakuna chochote kiliendelea. Huyu baba akaona mwanaye asije akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani. Yule kijana akafa, eh? Nesi huyo au ni muuguzi yupo ofisini pale, mkurugenzi, not fair. Umefanya kazi yako nzuri kwamba umeandika kwenye baraza la nani la wauguzi, haitoshi. Mwezi huu wa pili, msimamishe leo tena, chini ya polisi Huyu mtu amekufa, hana nani atamtetea huyu, na hatuna namna ya kumtetea lakini, haya yote yanafanyika yote. Ndugu zangu, wewe mganga mkuu, haupo hapa, hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya, haya yote huwa uyajui wewe? Haya, ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa. sio, sio, sio kamati ya kitaalamu, ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulifisha wewe unaficha au ni uzembe au kuto kujali te, lakini kamati wewe mwenyewe unaishangaa kweli, ni wewe ulioiunda, ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive report. ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha ya kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau, au ni uzembe. Na wewe nimesema rasmi, nimeandika barua Tamisemi. Mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa. Asimame kazi kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewa? Yaani iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni ra. Msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu lete mganga, mganga mkuu mfawidhi hapa. DMO hapa akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Kwa sababu haya mambo huyu bwana yupo hapa. Huyu mtu amekuja amekufa, ametuundia tume ya uongo uongo uongo na kweli. Uongo tu. Ameletewa ripoti akakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rafu. Tofauti. Inasema ile kamati hakuna ilichofanya. Lakini hakuna mtaalamu aliyemweka. Huyo nesi wewe. Na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati, afsarishe siji nani. Wote msimame kazi. Mganga mkuu leo leo. Lete DMO hapa kaimu nafasi. Hata hapo hapo tafuta madaktari swapo wapo wenye nidhamu na adabu hata pale mkoani, lete mtu akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale aje akaimu, kwa sababu sasa hawa mambo tu, yafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa wadini, huyu anasema siku tb, naenda popote, maanake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa simame, nione atakaye kuje kuniuliza mambo gani. Sasa tufanyeje? hao wananchi waende wapi? Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja h hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua oteva mgonjwa si mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike. Yule ahojiwe, kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa, ahojiwe seriously kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha na mgonjwa? Jamani, ndugu ya Jumbe, poleni, lakini ndiyo mikasa iliyotokea. Mkuu wa wilaya, pole, kazi yako umeifanya vizuri, tunakushukuru. Mkurugenzi unafanya kazi yako vizuri, na vyombo vyote mliopo hapa, mimi sina mashaka, kwa sababu mambo yote haya tayari mlishachukua hatua.